Dabi ambayo ilikuwa na vipengele lakini hatimaye nakwenda kujua nani ambaye alianzisha ama alikuwa sababu ya vipengele. Baada ya dakika 90 tutaangalia nani ambaye alikuwa na sintofahamu, tutaangalia nani ambaye amebeba ubingwa wa NBC Premier League na muhimu ama, niliwahi kusema kwamba lolote litakalotokea, lakini lazima tupate bingwa wa NBC Premier League msimu huu, na hatimaye ndio leo siku ambayo imefika ya kwenda kujua nani ambaye ni bora kuliko mwingine na nilichokipenda kwenye ile ratiba, japokuwa ilikuwa na mambo mengi, lakini nilichokifurahia kwamba bingwa anakwenda kuamuliwa leo, naona bingwa anakwenda yani, nitofauti na kwamba bingwa angejulikana siku mbili kabla, ama tayari kuna mmoja kati ya mpinzani ambaye tayari ashazidiwa alama, maana yake ingepunguza uzito wa dabi yenyewe, lakini kitendo cha kwenda kumuamua bingwa kwenye mechi ya leo, maana yake uzito upo, japokuwa ukiutazama nje ya uwanja uone kwa maana ya mashabiki ni kama hawapo vile yani, kama hapo inawezekana ni kutokana na sintofahamu ambayo ilikuwepo imeweza kupunguza huo mvuto, kwa sababu kuna mashabiki ambao of course wako mikoani, walikuwa wanatamani kujua ama kuja kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini umekuwa na sintofahamu ya kwamba nani nani atacheza, watacheza ama hawachezi, kwa inawezekana kuna namna ambayo imepunguza mvuto. Lakini tukienda sasa ndani ya uwanja, kwangu mimi nafikiri ni mechi ambayo itakuwa ngumu sana, na inawezekana ikawa na majibu sahihi ya kile ambacho wengi wanajiuliza kwa maana natamani kuona nini ambacho Falu Davis anakuja nacho ikiwa ni mechi yake ya pili dhidi ya kocha ambaye ni mechi yake ya kwanza lakini timu yake ikiwa na nyakati nzuri, yaani umenielewa hapa kwamba ni Falu dhidi ya Ahmed Miludi. Falu Davis amepoteza kwenye mechi ya kwanza na anaenda kucheza kwenye mechi ya pili dhidi ya timu ambayo imewahi kumfunga, lakini ikiwa na kocha mpya, nini kipi ambacho amekuja nacho, kwangu mimi natamani kuona, lakini moja kwa moja utatazama, uh, Dabi uzito unaanzia kwenye eneo la katikati, kwa maana ili uweze kuishinda mechi yoyote kwanza hakisha unakuwa salama kuanzia kwenye eneo la katikati. Namna gani ambavyo unafunga safari zako, namna gani ambavyo una nidhamu ya kuzuia, namna gani ambavyo unaweza ukaa unamfanya mpinzani ahisi uwepo wako ndani ya uwanja, na hapa ndo unakuja uzito wa namna gani. Aa, Kagoma Niafika pamoja na Fabrice Ngoma watakuwa active kuweza kuwafanya viungo aucho pamoja na Mudathir Yahaya washinde kuona ile mianya kupenyeza hiyo mipira kwenda kwa viungo washambuliaji, lakini ni mechi ambayo ukitazama nje ya uwanja ni mechi ambayo itakuwa ngumu sana, kwa sababu ni mechi ambayo, uh, ambayo inakwenda kuamua hatima ya nani ambaye ni bingwa. Lakini hapo hapo nakuja kwa upande wa Young Africans watahitaji kuweza kushinda, japokuwa wao matokeo mawili kwao yatakuwa na faida; kama watapata sare ama watafanikiwa kushinda, manake watakuwa na faida. Kwa hiyo pressure inaanzia hapo. Simba anahitaji kushinda, lakini Young Africans anahitaji matokeo mawili kati ya hayo aidha kushinda ama kutoa sare. Kwa hiyo namna gani sasa ambavyo unakuwa tayari kwenda kuyapata hayo mato, ma, ma, matokeo kuanzia kwenye namna ambavyo umefanya maandalizi, namna gani ambavyo umejipanga kwenda kuyashinda ma, ma, uh, kwa maana kushinda ubora wa mpinzani wako na kugeuza kuwa manufaa kwa upande wako ni kitu ambacho pia natamani kukiona. Lakini jambo lingine kwa upande wa Afrika ukitazama ni moja kati ya timu ambayo imekuwa na mgawanyo wa magoli yaani unajua kwa Simba ukitazama kuna Steven Midesi, Mkwala alio na Lateba wa ndo wachezaji zaidi ambao na mabao mengi hadi sasa, lakini kwa Yanga mchezaji yote atakufunga, na ndio maana ukitazama ndio timu pekee ambayo imefunga mabao mengi, lakini ikiwa na mgawanyo mzuri kwa maana uh, utafungwa na beki utafungwa na kiungo mkabaji utafungwa na viungo washambuliaji pamoja na washambuliaji kwa maana namba tisa na ndio maana natazama Prince Melelo Dube eh, Clement Mzize Pakome Zuzwa ni mmoja kati ya wachezaji ambao amekuwa tishio sana. Kwa hiyo, natamani kuona ni mkakati gani ambao Simba amekuja nao kwenye mchezo wa leo kuhakikisha Young Africans, moja kati ya timu ambao Fozi ni bora, lakini namna gani ambavyo inaweza ikawa inaupata ule ugumu wa Simba kwenye namna ya kudhibitisha ile daraja la ubora alionao. Jambo la pili, lakini ukija kwenye upande mwingine, natamani kuona namna gani ambavyo utaruhusu uh, mpinzani wako kuweza kubeba ubingwa mbele ya macho yako yani, namna gani ambavyo Simba labda unaweza kwenda kumruhusu Yanga achukue ubingwa ikiwa ni mara nne mfululizo, namna gani ambavyo Yanga unaweza kwenda kuruhusu Simba akokonye ubingwa mbele ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo ni moja kati ya matukio ambayo kila mmoja anatamani kuyaona, na baada ya dakika tisini kila mmoja atakuwa na majibu ya kila ambacho anajiuliza. Zwa leo huenda tukapata baadhi ya watu ambao ni muhimu sana baada ya ligi kutamatika kwa maana ya kwa maana ya uh, mchezaji bora eh, mshambuliaji bora, golikipa bora, hawa we, hawa wote tunawatarajia huenda wakapatikana kwenye mchezo huu wa leo, kwa sababu ndio timu ambazo zipo kileleni. Pengine kwa namna unavyoziangalia, tunaye Jean Charles Ahoua goli kumi na sita, lakini kuna Clement Mzize magoli kumi na tatu. Hawa wanakimbizana kwenye resi ya kiatu cha dhahabu tunao eh, mchezaji kama Lionel Ateba Mbida eh, pamoja na, na, na mkwara ambao nao wapo, lakini yupo Prince Dube. Tunazungumziaje wachezaji hawa katika mchezo wa leo, umuhimu wao hasa katika kuania kiatu cha dhahabu? Kwenye eneo la golkipa tayari nafikiri Musa Pimpini Kamara ameshajihakikishia, kwa sababu hata ikitokea Yanga ileo akaondoka na clean sheet bila hata tuweza kuifikia ile rekodi ambayo eh, Kamara ameweka. Lakini tukija kwenye eneo la ushambuliaji nafikiri of course hapo unaweza ukawa na doubt ya kwamba usitoe majibu ya moja kwa moja, kwa sababu hujui nini ambacho kitatokea kwenye mchezo wa leo. Inawezekana mtu akafunga goli tano na mmoja kati ya wachezaji labda ambao walikuwa na mabao labda kumi na tatu wakapatia sehemu ya kwenda kumpa challenge Jansha leo wamba hadi hivi sasa anaongoza, lakini nafikiri kuna salamu zinatumwa kwenye hizi timu mbili kwa maana Tukitazama msimu uliopita striker ama kwa maana mshambuliaji bora alikuwa ni kiungo mshambuliaji. Kwa maana yake, inawezekana tunakosa washambuliaji ambao ni bora wa, wa kuweza kuthibitisha hilo daraja kwenye mechi kuanzia msimu unavyoanza hadi unavyotamatika ama, uh, tuna viungo ambao wanashindwa wa kuwapa wa kipaumbele eh, washambuliaji na kujitazama wao kama wao kitu ambacho pia inawezekana ikawa na doubt ama tukaa tunajiuliza na majibu tusiyapate, lakini mchezo wa leo nafikiri, of course, unaweza kwenda kumpa challenge Jansha leo wa, lakini sioni kama itakuwa ni rahisi hivi, kwa sababu ya ugumu wa mchezo na uzito wenyewe. Kama Simba ataruhusu kufunga mabao matano tena, maana yake kuna namna ambavyo atakuwa ameitengeneza safari njema ya Yanga Africans pale ambapo anakuwa anakutana na sifikiri kama Simba yuko tayari kwenda kupoteza kwa idadi kubwa ya mabao, ama sioni kama Young Africans anaweza kwenda kupoteza kwa idadi kubwa ya mabao. Kitu ambacho nakiona inawezekana, mechi kama haitoisha sare ndani ya dakika tisini, basi kuna mmoja atafungwa. Lakini sioni goli tano na kuendelea ama kuanzia goli nne na kuendelea. Of course, mchezo utahitaji kila mmoja afunguke kuweza kupata matokeo, lakini kwa uzito wenyewe na aina ya wachezaji naamini kuna namna ambavyo ustalabu wa kile ambacho unacho utatunzwa tunaelekea kwenye mchezo huu wa dabi, wa dabi ikiwa ni kwa mara ya kwanza tunaandika historia kuamuriwa na waamuzi nje ya nchi yeah, na nchi ambayo ni bora kabisa katika soka la Afrika kwa maana ya Misri, unadhani hii inaweza ikaleta picha gani kwenye mchezo wa leo, tukiacha zile lawama za kusema mwamuzi eh, pengine amefanya makosa haya na makosa haya, ama amependelea timu fulani katika mchezo huu wa leo. Kuwepo kwa waamuzi hawa ambao wanatoka nje, kwangu mimi nafikiri katika maamuzi ambayo TFF wamenifurahisha ama naweza nikawapongeza kwa asilimia mia moja ni maamuzi ya kuleta refa kutoka nje. Kwanza kujua refa kutoka nje kutawafanya wachezaji waweze kuwa na nidhamu ya kiuchezaji ya kujua kwamba refa ambaye tuko naye sio wale ambao tumekuwa tukiwazoea, kwa maana chochote kinaweza kikatokea na hapo hapo inawezekana kuna matukio ambayo marefa yetu angeweza kuyang'amua kwa asilimia mia moja, lakini ujua wa refa mpya unakwenda kuongeza hiyo chaji, kwa maana inawezekana refa kwenye mechi inavyoendelea, unatakiwa kutoa labda penalti mbili lakini tayari ushatoa moja, kutoa ya pili utaona kama ni challenge. Lakini kwa refa kama huyu, umefuatilia CV yake, historia ya kile ambacho kunacho, namuona ni refa ambaye sioni kama viatu vinaweza vikawa ni vizito kuweza kuvishika, kushindwa kuvivaa ama vinaweza vikawa vinamkwaa. Ni moja kati ya refa ambaye nafikiri anakwenda kuimudu mechi vizuri, na baada ya dakika tisini kila moja atapongeza hilo lakini hapo hapo marefa wetu anapaswa kuchukulia kama changamoto, manake kufikia kwenye hii hatua ya kwenda kuchukua marefa kutoka nje inawezekana, sasa ili ni ujumbe rasmi ambao unatumwa kwa kwa kwa marefa wetu, kwa maana tunakosa ule ubora ambao mko nao, sasa tumeamua kwenda kuchukua refa kutoka nje, ili mchukulie kama changamoto ama kuweza kujifunza. Lakini hapo hapo nafikiri pia hizi kwa maana kashfa ambazo zimekuwa zikiwepo ya kwamba Uh, lefa, lefa labda anapendelea, sio kama TFF hawazisikii wa, wa wanasikia, kwa hata kufika kwenye hii hatua kwenda kuchukua lefa toka nje, maana yake hata TFF nao wanajiweka kwenye sehemu salama, kwa maana ya bodi ya ligi wanajiweka sehemu salama, ili baada ya dakika tisini wasiweze kulaumiwa. Na hapo hapo, kumbuke, ndio mechi nzito ambayo inakwenda kuamua bingwa. Kwa hiyo kama kutakuwa na upendeleo, maana yake kashifa hazituenda kwa lefa, zitaenda moja kwa moja kwa viongozi Koyo, TFF, kwa hiyo nafikiri pia hata TFF pamoja na bodi ya ligi wanachoshwa na haya malalamiko, lakini marefa wetu wanashindwa sasa kuwapa hicho ambacho viongozi wanakihitaji, ndio maana viongozi wameamua kwenda kuchukua refa kutoka nje ambaye wanaamini kwa asilimia kadhaa atakwenda kuimudu hii mechi na presha ambayo iko nje ya uwanja.